Mahali ambapo dhahabu safi ilifunika kuta zenye urefu wa mita 30 na vitu vilivyotengenezwa na mafundi bora kabisa wa dunia vilibeba siri za kimungu. Mahali hapa liliwahi kuwepo na liliharibiwa kabisa na mtu aliyedhani yeye ni Mungu duniani. Utagundua nini kuhusu siku ambayo hekalu la Sulemani liligeuka majivu? Tukio hilo litakuacha bila maneno. Miaka saba. Huo ndio muda Sulemani alitumia kujenga kitu ambacho kingemfanya mfalme yeyote wa kale afe kwa wivu. Hekalu la Yerusalemu halikuwa tu jengo la ibada, lilikuwa onyesho la wazi la utajiri mkubwa lililoonekana kutoka mbali. Kuta za nje zilimetameta sana chini ya jua kiasi kwamba wasafiri walilazimika kufunika macho yao walipokaribia mji. Kitabu cha Moja Wafalme sura ya 6 mstari wa 2 kinatuambia kwamba hekalu lilikuwa na urefu wa mita 27, upana wa mita 9 na kimo cha mita 13.5, na lakini namba hizi haziwezi kueleza uzito wa uzuri wake. Kila sehemu ya kuta za ndani ilifunikwa kwa dhahabu safi, si karatasi nyembamba za dhahabu, bali dhahabu halisi iliyopigwa juu ya mbao za mwerezi kutoka Lebanoni, mbao gali zaidi duniani wakati huo. Sanduku la Agano lilikuwa ndani ya patakatifu pa patakatifu, sanduku lililotengenezwa kwa mti wa mshita na kufunikwa kabisa kwa dhahabu. Juu yake kulikuwa na makerubi wawili wa dhahabu safi waliotanua mabawa yao. Kulingana na moja wa Wafalme sura ya saba, kila kerubi alikuwa na urefu wa mita nukta nne tano. Hii ina maana kwamba sanamu hizi mbili pekee zilikuwa dhahabu safi, na kulikuwa na nyingi zaidi. Hekalu lilikuwa na mamia ya vyombo vitakatifu ambavyo leo vingechukuliwa kama hazina za taifa. Madhabahu ya uvumba ilikuwa ya dhahabu tupu. Kulikuwa na vinara kumi vya dhahabu safi, kila kimoja kikiwa na thamani kubwa sana. Kulikuwa pia na bakuli mia moja za dhahabu kwa ajili ya sadaka, visu, sahani na mabeseni, yote yakiwa ya dhahabu safi. Bahari ya shaba ilikuwa moja ya maajabu ya kiteknolojia ya wakati huo, beseni kubwa la mviringo lililotengenezwa kwa shaba iliyosuguliwa lenye kipenyo cha mita 4.5 na uwezo wa kubeba lita elfu arobaini na nne za maji. Lilisikizwa juu ya ng'ombe kumi na mbili wa shaba, kila mmoja akiwa amechongwa kwa ustadi wa ajabu. Nguzo za Yakini na Boazi mlangoni zilikuwa na urefu wa mita 8 na juu yake kulikuwa na mapambo ya shaba kila nguzo ilikuwa na uzito wa tani kadhaa na gharama kubwa sana ya kusafirisha na kusimamisha. Kulingana na moja wa Wafalme sura ya 10, sifa za hekalu zilienea duniani kote. Malkia wa Sheba alisafiri zaidi ya kilomita elfu moja ili kujionea mwenyewe. Aliposikia simulizi hizo macho yake yalipanuka, akijiuliza kama ni kweli. Alipofika Yerusalemu alibaki hana la kusema. Wanahistoria wanakadiria kwamba dhahabu iliyotumika kwenye hekalu peke yake leo ingekuwa na thamani ya mabilioni ya dola, lakini kwa Waisraeli thamani yake ilikuwa kubwa zaidi. Lilikuwa ni mahali ambapo uwepo wa Mungu duniani ulionekana, hi mahali ambapo mbinguni iligusa dunia ya wanadamu. Kwa miaka 400 wafalme wa mataifa jirani waliutazama Yerusalemu kwa heshima na wivu. Kwa pamoja walijua kuwa kulishambulia hekalu hilo kulimaanisha kutangaza vita si tu dhidi ya Israeli bali dhidi ya Mungu mwenyewe. Mpaka siku moja mtu mmoja aliamua kwamba hata Mungu hangeweza kumzuia kuchukua hazina hizo. Mtu huyu alikuwa na jeshi hatari zaidi kuwahi kuonekana duniani, akija kutoka kaskazini, akiwa na njaa isiyotosheka ya dhahabu na mamlaka. Nebukadneza hakuwa tu mfalme, alikuwa kama nguvu ya asili yenye kiu ya ushindi. Alipopanda kiti cha enzi cha Babeli mwaka 605 KK, hakuridhi ufalme tu, aliridhi mashine bora zaidi ya vita ya dunia ya kale. Kulingana na Danieli sura ya 2, alijiona kuwa kichwa cha dhahabu katika sanamu iliyowakilisha falme zote za dunia na hakujiona vibaya. Jeshi la Babeli lilikuwa na askari 1180 waliopata mafunzo ya kuwa Hawakuwa wapiganaji wa kawaida, walikuwa wataalamu wa kuzingira miji, uhandisi wa kijeshi, na hofu ya kisaikolojia. Walivumbua mbinu za vita zilizotumiwa kwa karne nyingi baadaye. Askari wao walivaa silaha za shaba zilizong'aa kama vioo chini ya jua, zikitia hofu vitani. Walibeba ngao kubwa, mikuki ya chuma na mapanga yaliyopinda yaliyokatakata mwili na mifupa kwa urahisi wa kutisha lakini hofu kubwa ilitoka kwenye mashine zao za vita. Wababeli walijenga minara ya kuzingira miji yenye urefu wa zaidi ya mita 20, ikisogezwa kuelekea kuta za adui, ikiwa imejaa wapiga mishale na askari waliokuwa tayari kuruka ndani ya mji. Pia walitumia magogo ya kubomolea malango, magogo makubwa ya mbao yaliyoimarishwa kwa chuma, yakining'inizwa kwa minyororo na kuendeshwa na wanaume kadhaa. Sauti ya pigo lake kwenye lango la mji ilisikiwa kwa umbali wa kilomita nyingi. Mkakati wa Nebukadneza ulikuwa rahisi lakini wa kikatili, zingira mji kabisa, kata njia zote za chakula na msaada kisha subiri. Hakuwahi kuwa na haraka. Alijua njaa na kukata tamaa vingefanya kazi kwa niaba yake. Danieli sura ya nne inafunua tabia ya Nebukadneza. Alikuwa na kiburi kikubwa sana. Alijenga bustani zinazoning'inia, mojawapo ya maajabu saba ya dunia ya kale. Alisimamisha majengo marefu akijaribu kugusa mbingu kwa mikono yake mwenyewe. Kulingana na mbili Wafalme sura ya 24, alipotazama ramani na kuona Yerusalemu hakuuona kama mji wa kawaida wa kushinda. Aliuona kama tusi binafsi. Jinsi ufalme mdogo ungewezaje kuwepo bila kuinama mbele yake? Mbaya zaidi, Waisraeli walidai kumtumikia Mungu aliye mkuu kuliko miungu yote ya Babeli. Hilo halikukubalika kwa mtu aliyedhani yeye ni Mungu. Nebukadneza alikuwa ameishinda Misri, akaangamiza Ashuru na kutawala njia zote za biashara Mashariki ya Kati. Wafalme wenye nguvu walitetemeka waliposikia jina lake. Miji mizima ilijisalimisha kabla hata jeshi lake halijafika. Lakini Yerusalemu ulikuwa tofauti ulikuwa na kitu ambacho miji mingine haikuwa nacho, ulinzi wa kimungu. Kwa kane nyingi majeshi yalijaribu kuushinda na yakashindwa. Kuta zilionekana haziwezi kuvunjwa, na watu walikuwa na imani isiyotikisika kwamba Mungu angewalinda daima. Ni changamoto hiyo hiyo iliyomfanya Nebukadneza atabasamu kwa tamaa. Mwaka 605 KK alipokea ripoti za kina kuhusu Yerusalemu. Wapelelezi wake walieleza utajiri wa hekalu, nguvu ya kuta na ujasiri wa watu. Kadiri alivyosikia zaidi, ndivyo tamaa yake ilivyokuwa. Yeremia sura ya 25 inaandika kwamba Mungu alikuwa ameamua kumtumia Nebukadneza kama chombo cha hukumu, lakini mfalme wa Babeli hakujua hilo. Aliamini anapanua ufalme wake kwa nguvu zake mwenyewe. Asichodhani ni kwamba ziara yake ya kwanza Yerusalemu ingekuwa mwanzo tu wa vita ambavyo vingedumu kwa miongo kadhaa na kubadilisha historia milele. Miaka mitatu ya fedheha ilitosha kwa Mfalme Yehoyakimu kukosa subira kabisa. Kila wakusanyaji kodi wa Babeli walipofika Yerusalemu kudai ushuru, damu yake ilichemka. Dhahabu iliyopaswa kupamba hekalu iliishia katika hazina za Nebukadneza. Vijana wenye vipaji waliopaswa kulitumikia Yuda walikuwa sasa watumishi wa himaya ya adui. Mbili wa Wafalme sura ya 24 inaandika hatua ya mabadiliko. Yehoyakimu alikuwa chini ya Babeli kwa miaka mitatu kisha akaasi. Ilionekana kama uamuzi mdogo, lakini ukawa hukumu ya kifo kwa ufalme mzima. Yehoyakimu aliamini ahadi za Misri. Wajumbe wa Farao walifika kwa siri wakiahidi msaada wa kijeshi ikiwa Yuda ingetangaza uhuru. Hei, Nebukadneza ana shughuli nyingi na maasi kaskazini, walisema. He, huu ndio wakati mzuri wa kuvunja minyororo. Mfalme aliwaita washauri wake kwenye mkutano wa dharura. Majadiliano yalidumu kwa masaa. Wengine walionya kwamba kumpinga Babeli ni kujitia kitanzi shingoni. Wengine walidai kwamba heshima ya taifa ilikuwa muhimu kuliko uhai. Yeremia sura ya ishirini na saba mstari wa nane inaandika onyo la nabii e, taifa lolote na ufalme wowote ambao hautamtumikia Nebukadneza mfalme wa Babeli, wala haukuweka shingo yake chini ya nira yake, nitaadhibu kwa upanga kwa njaa na kwa tauni. Yehoyakimu alipuuza onyo hilo. Wasi ulianza kwa ishara Yehoyakimu aliamuru bendera za Babeli ziondolewe kwenye majengo yote ya umma. Watoza kodi walipokuja tena kudai ushuru walifukuzwa nje ya mji kwa vitisho vya kifo. Ujumbe ulimfikia Nebukadneza ndani ya wiki chache. Alikuwa katikati ya kampeni ya kijeshi kaskazini, alipopokea habari hiyo. Kulingana na simulizi za kihistoria, alikasirika sana kiasi cha kuvunja mkuki wa mbao kwa mikono yake mitupu. Embwa huyo Myahudi anadhani anaweza kunikaidi, aliwapigia kelele majenerali wake. E, nitaugeuza Yerusalemu kuwa majivu. Lakini alikuwa mbali sana kuchukua hatua mara moja, hivyo alitumia mkakati mwingine. Aliamsha makabila ya adui yaliyozunguka Yuda yaliyokuwa chini ya Babeli. 2 Wafalme sura ya 24 mstari wa 2 unaeleza awamu ya kwanza ya kisasi chake. Hei, Bwana akawaletea Yuda makundi ya Wakaldayo, Wasuri, wa Moabu na Wamoni ili kuangamiza. Makundi ya wavamizi yakaanza kushambulia miji midogo ya Yuda. Misafara ya biashara ilitekwa. Mashamba yakachomwa moto. Ilikuwa ni hofu ya kisaikolojia tupu, onyesho la kile kilichokuwa kinakuja. Yehoyakimu alitambua kuchelewa kwamba alikuwa amefanya kosa kubwa sana. Msaada wa Misri haukuwahi kufika makabila washirika yakaanza kubadilisha upande. Yerusalemu ulikuwa peke yake dhidi ya himaya yenye nguvu zaidi duniani. Mwaka 1598 KK, baada ya kuandaa jeshi lake, Nebukadneza alianza safari ya mwisho kuelekea Yerusalemu. Safari hii hakuja kufanya mazungumzo, alikuja kuharibu. Yehoyakimu alikufa kabla ya kuona matokeo ya uasi wake wengine wanasema aliwawa na na wakuu wake wenyewe waliokuwa na hofu ya maangamizi. Yeremia sura ya 22 mstari wa 19 alikuwa ametabiri kwamba angezikwa kama punda akibururwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Mwanawe Yehoyakini akiwa na umri wa miaka 18 na tu alirithi ufalme unaowaka moto na adui asiye na huruma akielekea kwenye mji mkuu. Ikiwa unaamini kwamba Mungu hutumia hata makosa yetu kutimiza makusudi yake, andika kwenye maoni, he. Mungu anatawala kila kitu. Kuzingirwa kulikofuata kulidumu miezi thelathini na kuugeuza Yerusalemu kuwa jehanamu halisi duniani. Yehoyakini alisimama juu ya kuta za mji na akaona jambo ambalo hakuna mfalme anayepaswa kuliona, he, upeo mzima wa macho ukiwa umejaa hema za maadui. Ilikuwa Januari mwaka 597 KK, na Nebukadneza alikuwa amefika na jeshi lake lote. Mbili Wafalme sura ya 24 mstari wa 10 hadi kumi hadi 11 unaashiria mwanzo wa jinamizi hilo. Katika mwaka wa tisa wa utawala wake, mwezi wa kumi, siku ya kumi ya mwezi huo, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikuja na jeshi lake lote dhidi ya Yerusalemu, akauzingira mji. Jeshi la Babeli halikuwa kubwa tu, lilikuwa mashine ya kuzingira miji iliyopangwa kikamilifu. Walijenga ukuta kuuzunguka mji mzima na kuugeuza Yerusalemu kuwa gereza kubwa. Hakuna aliyeingia, hakuna aliyetoka. Wiki za kwanza zilijaa mvutano wa kimya. Wababeli hawakushambulia, walisubiri, wakijua njaa ingewafanyia kazi chafu. Yehoyakini alijaribu bahati yake ya mwisho ya kidiplomasia Kulingana na Mbili Wafalme sura ya 24 mstari wa 12, miezi mitatu baada ya kuzingirwa kuanza, alitoka nje ya mji pamoja na mama yake, watumishi wake na maofisa wake ili kujisalimisha mwenyewe kwa Nebukadneza. Hilo lilikuwa kosa la mauti. Nebukadneza alikubali kujisalimisha, lakini hakutoa huruma yoyote. Alimchukua Yehoyakini mateka kwenda Babeli pamoja na watu elfu kumi wa tabaka la juu la Yerusalemu mafundi askari na wakuu. Mbili Wafalme sura ya 24 mstari wa 14 unaandika kwamba waliobaki walikuwa maskini kabisa wa nchi. Lakini fedheha ilikuwa bado inaanza. Nebukadneza alimweka Sedekia mjomba wa Yehoyakini kuwa mfalme wa vibaraka. Ilikuwa ni dhihaka ya makusudi. Alichagua mtu dhaifu na rahisi kudhibiti atawale mabaki ya Yuda. Sedekia aliapa utii kwa Babeli, aliahidi kulipa kodi bila kulalamika, na akahakikishia kwamba yuda isingewahi kuasi tena. Kwa miaka minane alitimiza ahadi hiyo, lakini mwaka 588 na KK, chini ya shinikizo la washauri wa kizalendo na ahadi tupu kutoka Misri, Sedekia alifanya kosa lilelile alilofanya Yehoyakimu. Kulingana na mbili Wafalme sura ya 25 mstari wa 1 Nebukadneza alirudi Yerusalemu Januari mwaka 588 KK. Safari hii hakungekuwa na huruma. Alikuwa amedanganywa mara mbili na ufalme ule ule. Subira yake ilikuwa imekwisha. Kuzingirwa kwa pili kulikuwa kibaya zaidi kuliko cha kwanza. Kulidumu miezi thelathini kamili, miaka miwili na nusu ya mateso ya polepole pole. Yeremia sura ya hamsini na mbili mstari wa sita unaelezea hofu hiyo: katika mwezi wa nne siku ya tisa ya mwezi, njaa ilitawala mjini na hapakuwa na mkate kwa watu. Walianza kula ngozi za viatu, kisha majani, na majani ya miti vilipoisha, wakaanza kula panya na njiwa. Maombolezo sura ya nne mstari wa kumi yanaandika jambo la kutisha zaidi: mikono ya wanawake wenye huruma iliwapika watoto wao wenyewe. Njaa ilijaza mitaa, wazee walianguka chini na hawakuamka tena. Harufu ya miili inayooza ilienea kila mahali mjini. Sedekia alijaribu kutoroka mara kadhaa, lakini ukuta wa Babeli haukuweza kupenyeka. Alikuwa amenaswa katika mji uliokuwa unageuka kuwa makaburi. Vyanzo vya maji vilikatwa, akiba ya nafaka iliisha. Yerusalemu ulikuwa unakufa kwa njaa na kiu. Mwezi Julai mwaka 1586 baada ya karibu siku 900 za kuzingirwa askari wa Babeli walipata sehemu dhaifu katika kuta. Mnamo Julai 9, 1586 kuta za Yerusalemu hatimaye zilianguka. Mbili Wafalme sura ya 25 mstari wa 4 unaandika tukio hilo, mji ulivunjwa na watu wa vita wakakimbia usiku kupitia lango Sauti ya mawe yanayoanguka ilisikika kote Yerusalemu. Askari wa Babeli walipoingia wakipiga kelele, wakiwa na kiu ya damu baada ya miaka ya kusubiri. Sedekia alijaribu kutoroka kwa kukata tamaa chini ya giza la usiku. Kulingana na mbili wafalme sura ya 25 mstari wa tano hadi saba, alikamatwa katika tambarare za Yeriko. Nebukadneza alimlazimisha kutazama wanawe wakiwawa. Kisha akaamuru macho ya Sedekia yang'olewe. Kitu cha mwisho Sedekia kuona kilikuwa kifo cha watoto wake. Lakini kisasi cha Nebukadreza kilikuwa bado hakijaanza kikamilifu. Kulingana na mbili wafalme sura ya 25 mstari wa 8 hadi 9, mwezi mmoja baada ya kuanguka kwa mji, Nebuzaradani, jemadari wa walinzi na mnyongaji mkuu wa Nebukadreza aliwasili Yerusalemu. Amri zake zilikuwa wazi, ufute mji kabisa. Nebuzaradani alichoma nyumba ya Bwana, ikulu ya mfalme, na kila nyumba kubwa Yerusalemu. Kwa miaka mia nne hekalu lilikuwa limesimama bila kuguswa. Sasa askari wapagani walitembea kwenye nyua zake wakiwa na shoka na mienge. Kulingana na Mbili Wafalme sura ya 25 mstari wa 13, hadi 17, Wababeli walivunja nguzo za shaba, vikalio na bahari ya shaba, wakavipasua vipande ili kuvipeleka Babeli. Yakini na Boazi, nguzo kubwa za mlangoni mwa hekalu, zilibomolewa. Sauti ya shaba inayopasuka ilisikika katika magofu. Walichukua viungu, koleo, vikasi, bakuli, kila chombo kilichotumika katika ibada. Vitu vitakatifu vilivyowekwa wakfu kwa Mungu vikawa nyara za vita. Bakuli zilizokuwa zimejaa sadaka zikawa vikombe vya kunywea askari. Kisha ukaja wakati wa kushangaza zaidi. Askari wa pagani waliingia patakatifu pa patakatifu. Sanduku la agano ukitu kitu kitakatifu zaidi katika Israeli kilipotea katika historia. Maandiko hayataji kilichotokea kwake. Baada ya kila kitu chenye dhamani kuondolewa, Nebuzaradani alitoa amri ya mwisho, chomeni kila kitu. Mbao za mwerezi kutoka Lebanoni zikageuka majivu. Dhahabu ikayeyuka kutoka kwenye kuta. Moshi mweusi ulipanda angani kama ishara ya mazishi iliyoonekana kutoka mbali. Ikiwa unaelewa kwamba wakati mwingine Mungu huruhusu uharibifu ili kuleta upya, andika kwenye maoni, ninaiamini mipango ya Mungu. Hazina takatifu zilichukuliwa kwenda Babeli na kuonyeshwa hadharani kama propaganda. Danieli sura ya moja mstari wa mbili unaandika kwamba vyombo vya nyumba ya Bwana viliwekwa katika hekalu la Marduku kwa Wababeli, hili lilionyesha ubora wa Mungu wao. Kwa miongo kadhaa, vitu hivyo vitakatifu vilichukuliwa kama vitu vya makumbusho. Kisha mwaka 539 KK, miaka 47 baada ya uharibifu wa Yerusalemu, kila kitu kilibadilika. Danieli sura ya tano inaandika karamu ya Belshaza. Wakati wa sherehe ya ulevi, mfalme aliagiza vyombo vitakatifu viletewe wakanywa divai ndani yake huku wakisifu miungu ya uongo. Ghafla mkono wa mwanadamu ukaonekana na kuandika ukutani wa jumba la kifalme: Mene Mene Tekeli Pasini. Danieli alitafsiri ujumbe huo usiku: siku za Babeli zilikuwa zimehesabiwa. Usiku huo huo Koreshi wa Uajemi aliuvamia mji na kumua Belshaza. Koreshi alikuwa na sera tofauti kulingana na Ezra sura ya moja mstari wa saba hadi nane alirudisha vyombo vitakatifu Yerusalemu baada ya miaka sabini kamili ya uhamisho kama Yeremia alivyotabiri. Hazina zilirudi nyumbani, hekalu lilijengwa upya, ibada ikarejeshwa. Nebukadneza alidhani amemshinda Mungu wa Israeli, kwa kweli alitekeleza tu mpango wa Mungu wa kuadibu watu wake. Mwisho wa yote, haikuwa Mungu aliyedhalilishwa bali himaya iliyothubutu kumpinga. Hadithi ya Yerusalemu na hekalu la Sulemani si simulizi la mawe, dhahabu au vita pekee. Ni somo la kina kuhusu nguvu, kiburi, utiifu na rehema ya Mungu. Tunaona kwamba hakuna jengo, taifa au utajiri unaoweza kusimama bila ulinzi wa Mungu. Wakati watu walimtegemea Mungu, walikuwa salama lakini walipomwacha, hata kile kilichoonekana kisichoweza kuanguka kilianguka. Tunajifunza kwamba kiburi huleta maangamizi hata kwa wafalme wenye nguvu kama Nebukadneza. Pia tunajifunza kwamba uasi dhidi ya maonyo ya Mungu una gharama kubwa, lakini bado Mungu habaki kimya. Hata katika hukumu, bado ana mpango wa urejesho. Baada ya uharibifu, kulikuja ujenzi upya. Baada ya uhamisho, kulikuja tumaini jipya. Hii inatukumbusha kwamba hakuna hali ambayo Mungu hawezi kuigeuza kuwa mwanzo mpya. Zaidi ya yote, hadithi hii inatufundisha kwamba Mungu hutawala historia. Falme zinainuka na kuanguka, lakini neno la Mungu linabaki milele. Wale wanaodhani wanamshinda Mungu huishia kutimiza kusudi lake bila kujua. Kama somo hili limekugusa, tafadhali penda video hii. Tuandikie kwenye maoni umejifunza nini leo na unatazama kutoka wapi. Najisajili kwenye channel hii kwa simulizi zaidi za Biblia, historia na mafundisho yatakayo kuimarisha kiroho. Asante kwa kutazama, tuonane kwenye video inayofuata. Shalom.